Kwa sasa hali ya hewa iko vipi? Najua zipo sehemu ambazo zinashuhudia mvua kama vile mlikuwa mmetabiri. Uh, tupatie tu taswira kiukamilifu ya hali ya hewa hapa nchini kwa sasa. Oh, masalheri eh, ndugu watazamaji na pia wasikilizaji wa kituo hichi cha uh, KBC. Uh, sisi kama idara tumetoa taarifa kuhusu hali ya mwelekeo wa hali ya hewa kwa kipindi hiki na kufikia sasa tuna taarifa kadhaa ambazo tumetoa. Kwanza kabisa kuna ile taarifa ya msimu ambao, ambao uh, ni wavuli na ambao unajulikana kama kwamba ni msimu ambao unategemewa sana katika masuala ya mipangilio. Na pia tuna taarifa za wiki ama siku saba, ukitaka pia tuna taarifa za siku tano na pia tuna taarifa za saa 24 hmm. Kwa hiyo kwa haya yote ni kwamba kila taarifa inalenga jambo fulani ama sekta fulani, lakini kwa ujumla ni kwamba kwa wakati huu kote nchini tumeendelea kushuhudia hali ya mvua na ambayo imekidhiri katika kila sehemu, hususan ikiwa imechochewa na swala zima la Uh, msimu huu wa vuli. hmm. Lakini katika siku saba zilizopita e, tumeshuhudia kwamba maeneo yaliyo uh, nyanda za juu uh, magharibi mwa nchi pia nyanda za juu zili, zilizo um, mashariki mwa nchi e, na bonde la Ufa uh, na pia mwambao wa pwani kidogo tumeshuhudia kwamba walipokea mvua kidogo ambayo imeongezeka, na pia maeneo mengine pia yameweza kupokea mvua ya kadiri. Uh, hata hivyo viwango vya joto vimeendelea kupanda uh, si maradufu sana, ila kwa kiwango fulani, maana kipindi hiki tungetarajia vipindi vya um, vya joto kuwa labda ama vingekuwa chini kuliko kawaida. Kwa hiyo kwa sasa hivi hiyo ndiyo hali halisi, lakini nafikiria kwamba tutayazungumzia mengi zaidi na, na kwa sababu umetaja eneo la pwani